Mheshimiwa Rais amekukumbuka kupitia mradi mkubwa wa kuboresha ukongwe unaoitwa mradi wa tactics. Haya yote ni mafanikio ambayo yameendelea kupatikana na ni matunda ya muungano. Kupitia mradi ule itajengwa kilomita tatu za lami kwa aume bazi, lakini pia itajengwa soko la kisasa na pia stendi ya kisasa. Kwa hiyo Wanambulu na mbosisi, mboswala, mbiko, na kileo, na kutokana na muungano huu kumeweza kuimarika kuimarisha miundombinu ambayo iliharibiwa na wakoloni, elfu mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja Tanganyika ilipata uhuru wake, na mwaka elfu moja mia tisa sitini na tatu na Jamhuri ya Zanzibar ilipata uhuru wake na waliungana mnamo tarehe 26 Aprili 1964. Na muunganiko huo umeimarika mpaka sasa tumefikia muunganiko wa miaka 61. Manufaa ya muungano huu imeimarisha ulinzi, miradi mbalimbali mbali, na fursa mbalimbali mbali za biashara Tanzania bara na Tanzania visiwani faida ya muungano ambao nimeona kwenye muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni taifa letu limekuwa kiuchumi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mapato yanayolipwa ni makato binafsi na makato kwa ujumla. na ndi. Faida nyingine ni kudumisha amani na upendo na umoja kwenye taifa letu. Faida nyingine ni kwamba tumepata msukumo wa viongozi wenye maono